Nataka nitilie mkazo alilolisema waziri wa elimu. Tumeamua watoto wote ambao wameacha shule kwa sababu mbalimbali yanayozungumzwa na Watanzania ni pamoja tu watoto waliopata mimba kurudi. kwa ma majina anaitwa Salia Saif Sali. Nilikuwa na nasoma kidato cha tatu nikapata changamoto, kwa sasa narudia na maliza makao kidato cha nne wakati napata changamoto nilikuwa kidato cha tatu, elimu yangu ilikuwa napata, nilikuwa na ndoto ya kuwa daktari, ila baada ya kupata ujauzito nilijua ndoto yangu ilikuwa imekata, imekata, lakini namshukuru mama ame, ameleta projekti hii na kwa sasa naendeleza na ndoto yangu. Nikaa nikaa ujauzito baadaye nikajifungua, familia pia ilikuwa inanipa mimi watu wa nyumbani walikuwa wananisema, majirani walikuwa wanasema wanishakatisha ndoto yangu na sitosoma tena. Kitu muhimu kilichonifanya mimi kurudi shule ni kwa ajili ya kuendeleza ndoto zangu na pia kwa ajili ya maisha yangu ya baadaye. Baada ya kurudi shuleni sikukutana na vikwazo vyovyote, bali nilikaribishwa vizuri, yaani sikutengwa nimeonekana kama ni mwanafunzi katika maisha yangu ya baadaye. Nina ndoto ya kuwa mwalimu ili naelimishe wa, wa, wa, wanafunzi kama mimi nilivyoelimishwa. Ni mimi napenda jamii jifunze kuwa kuna maisha baada ya kupata ujauzito. Ukishapata yaani, mtu akipata ujauzito au mwanafunzi akipata ujauzito asikate tamaa, apambane na shule, narudi anaendelea kusoma. Napenda kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi wa kuimarisha elimu ya sekondari seku mm, ambayo imemsaidia kuendeleza ndoto zangu ambazo nilijua zimekatika, lakini nimeendeleza. Tunawapa nafasi nyingine kurudi na kufanya mitihani. Lengo la maamuzi haya ni kutoa fursa pana kwa watoto wa Kitanzania kuweza kuendelea na elimu. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.